Aa, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa vipindi vyetu. Nikukaribisha tena kwenye mwendelezo wa maada zetu za moto sana zinazohusu afya ya uzazi. Sasa leo tunaangalia maada moja inayosema jinsi homoni ya prolactin inavyosababisha ugumba kwa kina mama. Kwa nini homoni ya prolactin? Aa, wakati fulani nikiwa kwenye kazi zangu za matibabu nilikutana na mama mmoja ambaye alikuwa ana mtoto wa miaka kumi na moja. Mama huyu alinieleza kwamba baada ya kuwa amejifungua mtoto wa kwanza baada ya hapo alikaa miaka minane pasipo kubeba ujauzito na sasa baada ya kuwa nimemfanyia uchunguzi, tulifanya uchunguzi wa vipimo vya homoni tukagundua kwamba homoni ya prolactin ilikuwa thelathini na tisa nanogramu pa ml. Sasa baada ya kujua hilo, tukagundua kabisa kwamba hiki ndicho chanzo cha yeye kutopata mtoto kwa miaka yote minane hii. Sasa homoni ya prolactini hasa ni nini? Prolactin ni homoni inayotolewa na sehemu ya ubongo inayoitwa anterior pituitary gland. Glandi ah, homoni hii ina kazi nyingi sana kwenye mwili wa binadamu. Mojawapo wa, mojawapo ya kazi ya homoni ya prolactin ni kuandaa haya maziwa kwa ajili ya unyonyeshaji kwa mama atakapokuja kujifungua. Lakini homoni hii pia ndiyo homoni ambayo huwa inatuletea maziwa kwa ajili ya mtoto anayekuwa amezaliwa. Sasa unapokuwa homoni hii iko chini, maana yake mwanamke maziwa yake hayawezi akatosha kwa ajili ya mtoto. Lakini pia kazi nyingine ya homoni ya prolactin, homoni hii inarekebisha mzunguko wa hedhi pamoja na upevukaji wa mayai au ovulation. Lakini sasa nini kinaweza kikapelekea homoni hii ikapanda kwa viwango ambavyo si sawia? Sayansi na tafiti zinaonyesha kwamba kiwango kidogo cha, cha, cha homoni ya prolactin kwa maana ya nanogram 4 kina support ukuaji wa mayai ya mama wakati uh, wa mzunguko wa hedhi, lakini kiwango kikubwa cha prolactin uh, inapokuwa imepanda kupita ile kawaida inazuia mayai yasikue, na wakati mwingine inasababisha mayai yanakufa. Kwa hiyo kwa mteja wetu huyu ambaye alikuwa amekaa miaka minane, maana yake ni kwamba mayai yake yalikuwa yanazuiliwa kuwa na homoni hii ya prolactin. Lakini ukiachana na hilo, kazi nyingine ya prolactin. Prolactin hii ndiyo inayotufanya ndiyo inayomfanya mwanamke awe na mzunguko wa hedhi uliotulia. Na mwanamke anapokuwa amejifungua, kinachofanya asibebe ujauzito ni homoni hii ya prolactin, kwa sababu huenda kwenye ubongo na kusababisha homoni inaitwa gonadotropin releasing hormone izuiwe kuleta taarifa kwenye pituitary gland ili kutoa homoni ya follicle stimulating hormone inayohusika na ukuaji wa mayai pamoja na luteinizing hormone inayohusika na upevukaji wa yai, hormone hizi zisitolewe, na hivyo basi hutakuwa na hormone ya estrogen inayotolewa na mayai yanayokuwa pamoja na progesterone. Na ndo maana akina mama wanaonyonyesha huwa hawaoni siku zao, na wakati mwingine hawabebi ujauzito wa kwa wakati huo kwa sababu hiyo. Sasa nini kinasababisha homoni hii ipande kuliko kawaida? Kuna vimbe kwenye ubongo zinaitwa adenoma. Adenoma ni vimbe ambavyo vinaweza vikatokea, sio saratani, ni vimbe tu vya kawaida, vinatokea kwenye ubongo. Kwa hiyo kanapokuwa kamevimba, kauvimbe haka kanaanza kutoa homoni hii ya prolactin kwa kiwango kikubwa. Lakini sababu zingine, kuna baadhi ya dawa zinaweza zikasababisha pia homoni hii ikapanda, kwa mfano dawa zinazotibu afya ya akili. Dawa hizi kwa mfano amitriptini au af, da, da, da, dawa nyingine ni ni, ni, ni pamoja na kopomazini na, na, na da, da, dawa zingine zote unazozifahamu kutibu changamoto za akili. Dawa hizi zinaweza zikasababisha homoni hii isitolewe, lakini pia Uh, sababu nyingine inawe, inayoweza kufanya prolactin ikapanda ni pamoja na changamoto ya thyroid, ukuaji usiokuwa ukua wa kawaida wa tezi iliyoko shingoni hapa inayoitwa thyroid gland. Thyroid gland inaposhindwa kufanya kazi vizuri, inasababisha kitu kinaitwa hypothyroidism. Kwa hiyo inapopatikana hali hii, inasababisha homoni ya prolactin iweze kupanda. Changamoto zingine ni pamoja na misongo ya mawazo. Unapokuwa na msongo wa mawazo, basi homoni ya prolactin inakuwa juu, na ndo maana ukikutana na akina mama ambao hawabebi ujauzito kwa sababu wanakuwa na stress, basi homoni ya prolactin pia utaikuta imepanda. Changamoto zingine ni pamoja na shida za figo. Ukiwa na changamoto ya figo za muda mfupi au muda mrefu pia zinaweza zikapelekea homoni hii ya prolactin ikawa kubwa na ikasababisha uzazi usiwepo. Sasa inapokuwa homoni ya prolactin iko juu sana, nini kinatokea? Kwanza, mzunguko wa hedhi unavurugika. Cha pili, mwanamke anaweza akamisi kabisa asione siku zake hata miezi miwili au mitatu. Lakini pia mayai huwa hayakui na wanakuwa wana wanahali inayoitwa anovulation, maanake mayai hayapevuki. Na mwisho huwa pia hamu ya kufanya mapenzi pia huwa inapungua a, kiwango cha prolactin kinapokuwa kiko juu. Sasa nini ufanye ili kujua kwamba prolactin yako iko vizuri? Mwanamke ambaye habebi mimba, ukitaka kujua pengine changamoto ni prolactin, kamua ziwa lako utakapokamua ziwa, ukiona maziwa yanatoka au maji maji yanayoelekeana na maziwa, hiyo kitaalamu tunaiita galactorea. Huwa inaonyesha kwamba homoni ya prolactin iko juu. Sasa ukishafanya hivyo, basi nenda hospitali, na ukienda hospitali, hakikisha umeenda wakati wa asubuhi, kwa sababu homoni hii huwa inapimwa kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa nne, na hakikisha usi umekutana na mwenza wako usiku au usifanye ma mazoezi makali kabla ya kupima homoni hii. Kwa hiyo utakwenda hospitali utapimwa. Sasa, lenji zake huwa zinakuwaje? Kwa kawaida prolactin huwa inaanzia nne mpaka ishirini na tano. Hiyo ni standard lenji kwenye mashine nyingi unazozifahamu za maabara, lakini tuna lenji ambayo iko recommended kwa uzazi. Mwanamke anapaswa awe na prolactin ambayo iko chini ya kumi na nne. Anapokuwa na prolactin ya chini ya kumi na nne uwezekano wa kubeba ujauzito unakuwa ni mkubwa. Sasa inapotokea iko juu, nini kinafanyika? Kuna dawa ambazo huwa tunazitumia hospitali, na dawa hizo inaweza ikawa bromocriptine au ikawa cabergoline. Hizi ndizo dawa tunazotumia kushusha homoni hii na kumsaidia mwanamke aweze kubeba ujauzito. Endelea kutufuatilia kwenye chaneli yetu ya YouTube, usisahau kusubscribe kushea na kukomenti, na kama una swali uliza swali lako, tutakujibu na mwisho wa siku utakuwa umejifunza kitu. Asante kwa kunisikiliza.